Mheshimiwa Spika tumesimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa mafanikio makubwa uchumi ume umekuwa na nchi kuweza kuingia katika kipato cha kati uh, ngazi ya chini na kuimarisha maisha ya Watanzania serikali imekamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. dira hiyo mpya tutakayoizindua rasmi mwezi Julai, mwezi unaofuata, itatupa mwelekeo utakaowezesha taifa letu kupiga hatua zaidi za maendeleo. Ni washukuru wote waliosika kuitayarisha, hususan wananchi walioeleza bayana mahitaji na matarajio ya Tanzania wanayoitaka kuiona katika miaka ishirini na tano ijayo.